Mheshimiwa Rais, utakumbuka mwaka 1994 mabasi yalizuiliwa kutembea usiku rasmi. Na sababu kubwa ya kuzuia mabasi kutembea usiku, kutembea usiku ilikuwa ni ujambazi, highway robbery, unyang'anyi kwenye njia kuu. Matukio yale yalikuwa ni matukio ya kudhalilisha yaliyosababisha uporaji wa mali za watu lakini na udhalilishaji wa wale waliokuwa wakiporwa. Mheshimiwa Rais, mwaka, mwaka tarehe moja mwezi wa kumi mwaka ishirini na tatu ikiwa imepita miaka ishirini na tisa chini ya uongozi wako, ilitolewa ruhusa sasa ya magari haya kutembea usiku mpaka leo hatujaona tukio lolote la unyang'anyi kwenye njia kuu. Nitaainisha haya, nitakuja nitakueleza Mheshimiwa Rais nini umekifanya kwa jeshi hili mpaka vitu hivi visiwezekane. Mheshimiwa Rais, matukio kama haya yalikamata maeneo makubwa ya kule Kagera, maeneo ya Kigoma. Ulikuwa huwezi kutoka Kigoma ukapita Kasulu, Kibondo, Kakonko usingeweza kupita pale bila kuporwa. Na ilifika mahali ndani ya mabasi hayo waliwekwa askari kuyasindikiza na yakaporwa wakiwemo mle. Mheshimiwa Bashungwa anajua anatumisha kichwa kwa sababu naye nice, si ajabu ameshawahi kuporwa akiwa kwenye mabasi hayo kule Kagera. Kwa hiyo maeneo yote ya Biaramro, maeneo yote ya Mureba usingeweza kupita maeneo ya Arusha, Singida, Sekenke usingeweza kupita, unawekewa mawe, unaporwa kwanza, ndio unaendelea na safari yako. Maeneo mengi tatizo hili lilikuwepo, lakini chini ya uongozi wako ndani ya miaka ishirini na tisa tarehe moja mwezi wa kumi serikali yako uliruhusu mabasi yaanze kutembea usiku, na nakumbuka jambo hili jinsi ambavyo lilikuwa linashughulikiwa na, na mheshimiwa Spika, na ninakutaarifu, kutaarifu, Mheshimiwa Rais, paka leo hakuna tukio lolote la uporaji kwenye barabara kuu limetokea tangu tarehe moja mwezi wa kumi mpaka leo.